Faraja nilialika moyoni. Faraja? <laughs> Faraja mani na maradhi haya? Maradhi yamekujia wakati wake. Dada, uya ngetukia jana ile, chuki kuwana na kufanya. Mungu mwenyewe atakusitiri na kukuhifadhi. Kweli, maradhi ya nge siku jana ile, kwa hili nisinge kuweko. Kweli kabisa. Dada, mimi naamini kwamba, hiyo hospitali aliyokupeleka na wataalamu bora. Unajua ina badaki, badaktari waliobobea kweli. Kweli,

Aae ametoka tu, alikuwa amekuja kuta wawa zake ili kuangalia kama nimemwandalia chochote, lakini ai aliaa hata jiko lenyewe alijaona kiberiti kama ilivyokuwa nzuri. Hao wanaume wetu! Kwa nini sijamwandalia chochote chochote? Haa, wanaume wetu, mimi nawashangaa, hata tumbo kinapopiga

kulima Nangosak, hivi nikuulize, Huza, ni mkulima kweli? Hata kama utakuwepo, utakuwa ukiulizwa maswali mengi sana tena. Hmm, mwanangu, umejaliwa watoto ujanani mwako, usichoke kuwafanyia unaloweza Mushana, mizangu, wali, tuponza, robo. Mama limeshawaponza. Ona sasa hali yako ilivyo. Kumbuka tulivyoliza daktari ugonjwa wako huo umesababishwa na vurumai, yaani kelele siku hadi siku, wakati mwingine na kusimamwa. Mama, usilie mwanangu, huyu mwingine